Niuhakikishie tu wananchi kuwa mambo tuliyoyaahidi tutayatekeleza kweli kweli. Sikusudii kurejea mambo yote niliyoyaahidi katika hotuba yangu hii ya leo, lakini nataka niwatoe wasiwasi kabisa wananchi wote kwamba tuliyoyaahidi tumeyaahidi, na ahadi ni deni. Nataka wananchi mtuamini kuwa sikutoa ahadi hii ili nipigiwe kura ya kuwa rais, bali niliwaahidi kwa lengo la kuwatumikia na kuwafanyia kazi, na hicho ndicho nitakachofanya. Ni imani yangu kwamba waheshimiwa wabunge pamoja na waheshimiwa madiwani pia watafanya hivyo hivyo kama ambavyo tumeahidi sisi. Napenda pia kutoa shukrani zangu za dhati kabisa kwa watanzania wote Tulijiandikisha kwa wingi sana kwa ajili ya kupiga kura, tulishiriki na kufuatilia kwa karibu sana kampeni za uchaguzi, na tukajitokeza kwa wingi siku ya kupiga kura. Kinyume na ilivyotabiriwa na wasiotutakia mema, hakuna siku iliyokuwa ya utulivu mkubwa na amani kama siku ya tarehe 25 Oktoba, tulivyokwenda kupiga kura. Hata baada ya matokeo kuanza kutangazwa tulionyesha utulivu mkubwa, na hata pale ambapo matokeo yalipotangazwa na yakawa sivyo baadhi yetu waliyotarajia, bado tuliyapokea kwa hali ya utulivu na ungwana mkubwa. Walio waliotarajia kuwa tutafarakana wameondoka wakiwa wamefadhaika sana, huku wakijiuliza hivi hawa ndio Watanzania Ni Waafrika wa namna gani? Ndugu zangu Watanzania, kwa mara nyingine tena tumedhihirisha kwetu sisi wenyewe na kwa Afrika na dunia nzima kwamba sisi ni kisiwa cha amani katika bahari hii